Ebana, karibu tena Rufega Swahili. Uh, leo bana, nimewaletea video ambayo nitakuelekeza ni jinsi gani ya kusign kwenye Apple Developer Program. Uh, hii ni video ambayo nilisema kwenye video ya kwanza iliyopita kwamba nitaonyesha ni jinsi gani ya kusign kwenye Apple Developer Program ili uweze kupata beta updates za iOS kwenye PC yako ambayo ni MacBook, kwenye simu yako ambayo ni iPhone na kwenye iPad yako ambayo ndo unaitumia kila siku. Mimi naitwa aifega Swahili. Ukitaka kupata video nyingi kama hizi, please naomba usisahau subscribe na kubonyeza alama ya kengele ile mtu wa kwanza kabisa kupata updates za technology, pia na vitu mbalimbali ambavyo vinatokea duniani kuhusu teknolojia. Uh, leo bana, kutakuwa kuna hatua chache kama sio nne ni tatu ambazo zitakuwezesha wewe kujiunga na Apple Developer Program ambapo utakuwa unapata developer beta ambazo ni update za kwanza kabisa kabla update zingine hazijatoka, iwe public beta au iwe ni normal, uh, update pt uh, kama unatumia simu yako kuanzia iPhone 11 au iPhone 12 kuendelea, hapo katikati iPhone 13, 14, 15, 16, 17, SE1, eh, no SE2, SE3 ni ya 2022 na kuna iPhone 16e pia. Wote ambao wanatumia simu kuanzia iPhone 11 mpaka 17, basi hii video ni kwa ajili yenu. Sasa cha kufanya, utafungua Safari, utaenda sehemu pa maandikwa, uta search kitu kinachoitwa apple.developer.beta. Ukishaandika hiyo website itakupeleka moja kwa moja, itakuonyesha maelekezo gani ambayo yanatokea kule kwenye device za Apple, ambapo kuna iPad MacBook na iPhone. Sasa ukishafika kwenye hiyo sehemu, kuna sehemu wanakuonyesha ya, nitakuonyesha kwenye video hapa, sehemu ambapo amekuandikia sign in by using your Apple ID. Sasa hapa vitu ambavyo utahitaji Apple ID yako peke yake na Internet Connection. Sasa ukishachukua Apple ID yako utaenda kujaza pale kwenye sehemu ya kujaza ID, pia utajaza na password ya Apple ID. Hakikisha hii ID na password unazotumia unazo kule kwenye website ya Apple developer program. Hiyo hiyo Apple ID hiyo iko kwenye simu, yani iko ineist kwenye simu in kwenye simu yako ambayo ndo inafanya kazi, kwa sababu na Apple ID tofauti Ukirudi kwenye simu yako kuja kuangalia kama Apple beta zimekuja au hazijaja, hawezi ukaziona. Sasa baada ya kusign in kwenye Apple developer program uta request, ukisha request bana pale, watakuja kukuletea majibu kwamba you are successfully signed on Apple developer program. Sasa hii Apple developer program imeletwa maalum kwa ajili ya kusign in na kureceive beta L beta updates kwa wale ambao hawahitaji hawa public wanahitaji, uh, L beta ndo ambao wameletewa huu mpango wa Apple developer program. Na hii uh, hii program ni nzuri kwa kweli, kwa sababu inakuletea vitu kabla ya final, final update kutoka. Kwa hiyo inaanza primary ambayo ndo nanili Apple developer, alafu ndio inakuja public beta. Sasa baada ya kusewengini watakuletea majibu kwamba umeshaweza kujiunga na familia ya Apple Beta program. Baada ya hapo utarudi kwenye simu yako, utaenda kwenye settings, utaenda general, pia utaenda sehemu pale kwa software update ili kuangalia kwamba Apple ID yako, je, yeah, uliyo sign in yeah, ni ileile ambayo iko kwenye simu yako na, wame, wameweza kukuletea hizo software update za beta. Utaenda pale utacheki, ukisha cheki utakuletea aina mbili l watakuletea za na public. Sasa wengi waga wana ile inaitwa developer I think. Alafu no wengi wana public lakini hawana developer. Lakini ukisign in kwa hizo Apple ID developer itakuwepo. Baada ya hapo sasa, update yoyote mpya ambayo itakayotoka utaweza kuipata kwenye simu yako. Hivyo tu ndio jinsi ya kusign kwenye Apple Beta program kwa kutumia simu yako ya iPhone, kwa kutumia MacBook, kwa kutumia iPad. Ah, um, mi sina maneno mengi sana bana, kwa majina naitwa Rufege Swahili na hii ni Rufege Swahili YouTube channel. Ah, uh, kama unaona video hii ni nzuri na pia una imekuelimisha kwa siku ya leo, please naomba usisahau kubonyeza alama subscribe na alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata notification zetu kutoka Rufege Swahili. Na kama una dukuduku duku la aina yoyote, please naomba uache comment yako hapo chini na ni kitu gani ambacho unataka kusikia kwa video inayofuata na sijisikie vibaya sema tu, kuwa huru, toa mawazo yako, usiogope ebana, tuna mengi sana.